Waziri wa usalama, Kipchumba Murkomen, ameahidi kuchukua hatua kali dhidi ya maofisa wa wanyamapori ambao wanakisiwa kuhusika na kupotea kwa mkazi mmoja wa Nakuru, Brian Odhiambo, miezi miwili iliyopita. Familia ya Brian imekuwa ikitafuta mwana wao ambaye anadaiwa kupotea katika hali isiyoeleweka mikononi mwa maofisa wa KWS bila mafanikio. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen alikuwa akitoa ujumbe wake kuhusiana na zoezi la usajili wa vitambulisho katika uwanja wa Shabab jijini Nakuru mamake Brian Odhiambo Elizabeth Auma alipokimbia kwenye jukwaa na kumkatiza. Familia hii imesalia na uchungu wa kutoweka kwa mwana wao anayedaiwa kukamatwa na maafisa wa KWS katika ziwa Nakuru. Mimi niko in solidarity with you, kwa kuhakikisha kwamba tuta, tutafanya lolote liwezekanalo To hold those officers wa KWS ambao walishika kijana yao, we will, kijana yako we will hold them into account mpaka watuambie Brian ako wapi, kwa sababu sisi hatuwezi kubali namna hiyo. Kwa hivyo hii ni ujumbe sio kutoka kwingine, inatoka serikali. Na hatuna hakuna kitu Brian alitukosea sisi ya kusema kwamba angeweza kupotea kwa nchi Waziri Murkomen akisema uchunguzi unaendelea kufanywa na asasi za usalama ili kutafuta kilichosababisha kutoweka kwa Brian. Lakini hiyo ni kazi yao, ingekuwa ni kulinda wananchi wasiingie huko wafanye fishing, lakini wanalinda biashara haramu ya kuuza mambo ya samaki. Mimi nataka niwatangazie watu wa Nakuru, tume, idara ya polisi imekuwa ikifanya uchunguzi. Uchunguzi hiyo karibu ifikie mwisho na utaona kwamba wale maofisa walihusika, watapelekwa kotini na wataondolewa kwa kazi. Kutoweka kwa Brian kumezua minong'ono katika kaunti ya Nakuru, wakazi na hata viongozi mbalimbali mbali kwa sauti moja wakishinikiza serikali kufanya uchunguzi wa kina. Tuko na shida sana ya Kenya Wildlife Service, yapo pale ngambo, mali inaitwa Barut, iko watu wanatoka kwa gemu ile, Kenya Wildlife Service officers wanakuja wanavuka mpaka yao, wanakuja mpaka kwa manyumba ya watu, wanaanza kupiga watu hapo na kuwaambia ati walikuwa wameenda kushika samaki, sio walikuwa wameshika samaki. Hii mambo ya KWS waziri, mimi kama mama leo hapa ninasimama, wakati mtoto ameuawa na haijulikani mahali yako, na alikuwa katika mkono ya askari. Tafadhali bwana waziri, bila kuchukua wakati kubwa e, uchunguze mambo ya KWS, watu ya KWS. Waziri, tunakuomba tutatulie mambo ya KWS. Miriam Nyambura, runinga ya Citizen.